Naitwa Geofrey Stanley, ni mganga mfawidhi Zahanati ya Kiruku. Zahanati ya Kiruku imejengwa mwaka 2024, lakini imeanza kufanya kazi rasmi mwaka 2025. Zahanati ya Kiruku inapokea watu wa aina mbalimbali, watoto, wagonjwa, lakini pia na watu wengine wanaokuja kupata elimu katika Zahanati ya Kiruku. Elimu inahusu magonjwa yanayoambukizwa na yasiyoambukizwa. Zahanati ya Kiruku ina majengo mawili, ikiwa na jengo la OPD, lakini pia inajumlisha huduma ya mama na mtoto lakini pia na jengo la kujifungulia ambalo bado halijakamilika. Na Kiruku inapokea watu wenye shida mbalimbali. Kwa watoto magonjwa ambao ni yanatokea mara nyingi katika zahanati yetu ni magonjwa ya mfumo wa upumuaji, kwa maana ya pneumonia, lakini pia magonjwa ya common cold. Lakini kwa mama na watu wazima, magonjwa yanayotokea sana ni magonjwa ya UTI, kwa maana ya magonjwa ya mfumo wa mkojo. Hapo awali wagonjwa walipa, walipata changamoto ya kwenda kijiji cha jirani kwa ajili ya kupata huduma, lakini kwa sasa wanapata huduma katika zahanati ya Kiruku na pia wananufaika na huduma hiyo. Wananchi wananufaika kwa sasa wendi mbali wanaishia katika zahanati yetu ya Kiruku na changamoto hiyo ya umbali tumayu, imetatuliwa kwa asilimia mia. Na wananchi pia wanatoa shukrani wanashukuru kwa kuwa huduma sasa inapatikana karibu na makazi yao. Napenda kushukuru serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan lakini pia Halmashauri ya Jiji la Tanga kwa kuratibu shughuli zote za afya katika zahanati yetu ya Kiruku ikiwa ni pamoja na miradi mbalimbali inayoendelea, lakini pia kuratibu vifaa tiba, lakini pia kuratibu huduma zote zinazohusiana na watumishi katika zahanati ya Kiruku. Wito wangu kwa wananchi na wanajamii kiujumla ni kwamba wasisite kuja kupata huduma katika zahanati ya Kiruku wakiwa na changamoto mbalimbali, wasiweze kukaa nyumbani, bali wafike eneo la kituo waweze kupata matibabu hata ushauri pia serikali inafanya kila namna kwa ajili ya kuleta vifaa tiba kuboresha majengo na kuendeleza miradi mbalimbali katika zahanati ya Kiruku, hivyo wananchi wasisite kuja kupata huduma katika zahanati ya Kiruku. Uh, mimi naitwa Bwanairi Jumaa, ni mwenyekiti wa mtaa wa Kiruku. Kwanza kabla ya hapo tuna ili huduma hii ya zahanati ilikuwa tukipata tabu sana, lakini mpaka kufikia wakati huu tunaishukuru serikali imetuletea hii huduma karibu kwa hiyo wananchi hawapati tena adha kama ile ya mwanzo, unaona. Kwa sasa hivi kidogo tunashukuru alhamdulillah, kwamba serikali imetolea huduma, wananchi wanapata huduma kwa kwa wakati, tunashukuru kwa hili. Kabla ya huduma hii kuletewa hapa karibu, alikuwa tukiipata mbali, mtaa wa jirani wa Kibafuta ni sehemu kubwa ambayo wananchi wa kawaida kutembea kwake alikuwa ni gharama. Bodaboda ni shilingi elfu mbili kwenda kurudi ni elfu mbili, lakini sasa hivi hapahitaji tena nauli kwamba ni hapa wananchi tu ni kuamka nyumbani kwake kwa kuja hapa kuja kupata huduma. Kwa hili tunashukuru serikali kwamba imetufanyia haki sisi, wana, wana mtaa wa Kiruku. Mimi napenda kutoa rai kwa wananchi, huu mradi ni wetu. Hii huduma ni yetu, kwa hiyo tunatakiwa tuitunze, na kama unavyoiona tangu imetengenezwa na, na zaidi ya mwaka mmoja hii, lakini bado inafanyaje, inapendeza, kwamba tunaitunza ni jukumu letu, katika kufanyaje, kuitunza hii ili, ili zahanati yetu